Jina naitwa Juliet Prosper ni architect katika mradi huu wa Kijichi wa Samia Housing Scheme. Mradi huu umeanza tarehe ishirini mwezi wa 8 2025. Unahusisha majengo kumi na mbili; majengo ya one bedroom yako mawili, two bedroom yako matano na three bedroom yako matano. Kwa sasa tumeanza na majengo matano, ambapo one bedroom ni jengo moja. Two bedroom ni majengo mawili na three bedroom ni majengo mawili. Mradi huu tunatarajia uishe tarehe ishirini mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na saba kwa majengo yote kumi na mbili. Katika mradi huu kutakuwa na activities tofauti tofauti. Kutakuwa kuna viwanja vya michezo, kutakuwa kuna maduka, kuna kumbi, kutakuwa kuna parking za kutosha kwa ajili ya wanunuzi wa haya majengo na pia kupitia huu mradi tumeweza ku, kuwapatia kazi vijana jinsia zote wanawake kwa wanaume, na pia tumeweza kutengeneza ajira kwa watu wengine, mfano tumeweza kuleta wakina mama ntilie wanaotuhudumia hapa. Kuna watu wa nje tofauti na hii saiti, wapo nje kwa ajili ya sevisi za umumu ndani. Hii inaonyesha jinsi ya majengo atakavyokuwa baada ya ujenzi. Kama nilivyosema, hii ndio one bedroom ambayo inahusisha one bedroom, chumba kimoja cha kulala, kuna lounge, kuna balcony. Pia kuna hii entrance ya kuingia pamoja na choo. hii ndio one bedroom. Alafu two bedroom inakuwa inahusisha vyumba viwili vya kulala, kuna jiko, kuna living room, kuna dining pamoja na vyoo, kuna public na na hii self ambayo iko ndani ya, ya chumba. Kuna kwenye three bedroom ni vyumba vitatu vya kulala na lounge, ki, kitchen, dining pamoja na vyoo. Kuna vyumba vi, viwili ni self contained, alafu chumba kimoja ni single na kina choo ambacho kina, kinahusika na mambo ya, ya, na watu ambao yani wageni watakaofika watatumia choochoo cha public. Hapa ndio mwonekano wa majengo utakavyokuwa kwa hayo majengo matano kwa kumi na mbili utaonyesha hivi. Kwa majengo matano haya ndo tunaanza kwa, baada ya hapo tutakuja haya saba ambayo nimesema. Huu mradi utaenda kwa miaka miwili. Hii ni program of work ya majengo haya yote kumi na mbili ambayo inaonyesha toka tumeanza tarehe ishirini mwezi wa nane hadi elfu mbili na ishirini na saba mradi utakapokamilika hizi ni picha ambazo tulianza mwanzoni kabisa. Bado tunafanya site clearance mpaka sasa tulipofika kwa zaidi. Ukitaka kujua mradi huu, tembelea ofisi zetu za NHC, ili kujua zaidi kuhusu mradi huu wa Samia Housing, malipo yake na jinsi ya kufika. Karibuni sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.